Biblia ni maneno ya Mungu. Yaani, tunauliza swali Waislamu, je, Biblia ni maneno ya Mungu? Na kama maneno ya Mungu yana msingi gani? Kwa msingi gani na msingi gani? Tunapofahamu neno Biblia, maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Unaposikia neno Biblia, ni mkusanyiko wa vitabu. Yaani hata ukichukua vitabu vikazidi viwili vitatu mpaka vitano basi una uwezo wa kuita Biblia. Hii ndiyo maana ya neno Biblia. Lakini Waislamu, kama sisi Waislamu, tuna kitabu chetu cha Qur'an ambacho ndio mwongozo kwa watu wote duniani, ingawa kuna baadhi ya watu wanaikataa Qur'an lakini Qurani ndiyo miongozo kwa watu wote. Qurani inatupa mwongozo gani katika kufahamu vitabu vilivyotangulia? Mungu katika Qurani anakubali, kwa sababu yeye ndio aliyeteremsha vitabu. Anasema aliteremsha Torati, akateremsha Zaburi, akateremsha kitabu kinachoitwa Injili. Maneno haya yanapatikana katika Qurani, katika sura ya tatu aya ya tatu Qurani ah <tatu>, inasema amekuteremshia kitabu kwa haki. Mungu anasema amemteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu kwa ajili ya haki, aha kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, kinasadikisha yani kinakubali yaliyokuwa kabla ya Muhammad na kabla ya Qur'ani e -e. na aliteremsha Taurati na Injili, Mungu aliteremsha Torati akateremsha Injili e -e. zamani ziwa uongozi kwa watu, hivi vitabu vimeteremshwa zamani, ili lengo viwe uongozi kwa watu. Kwa hiyo Mungu anasema aliteremsha torati akateremsha injili zamani, lakini lengo lake viwe uongozi kwa watu. Kwa hiyo Mungu kashana hadi tayari aliteremsha torati akateremsha injili, baada yake akateremsha kitabu gani? 17:55 Qur'an. Naam. Qur'ani 17:55 Al-Karim nasema. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ah inasema uh -huh. Na Mola wako ndio anawajua sana watu wote waliomo katika mbingu na ardhi. Uh -huh. Na kwa hakika Mungu anasema tuliwafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine katika hali zao. E -e. Zisizo bora zaidi kuliko za wenzi wao. Ndio, na Daudi na Daudi tulimpa Zaburi. Mungu anasema Daudi alipewa kitabu cha Zaburi, kwa hiyo Mungu tayari kashanaji katika Qur'an, aliteremsha Torati, Torati. Akateremsha zaburi zaburi zaburi zaburi, akateremsha kitabu cha Injili zamani, lengo viwe uongozi kwa watu. Sasa tunavyosema Biblia maneno ya nani, na kwa nini tunatamka maneno hayo? Baada ya manabii kuondoka, vitabu vya Mungu, sasa wanadamu wakavikamata, wakavichoma moto na vikaandikwa upya yaani, ile Torati, Zaburi na Injili. Kwanza vilikamatwa vile vitabu, Mungu anasema vilikamatwa vikachomwa moto. Maneno haya yanapatikana katika Bibilia ya Mprimato, Makabayo ya kwanza moja mstari wa 53

Hata eh, Waisraeli walazimika wajifiche katika makimbilio yao huko yasiri. Ndio siku ya 25 ya Keselvu, siku ya 25 ya Keselvu, eh eh, mwaka wa 45, mwaka wa 45. Sikilizeni hapo tarehe 25 mwezi wa Kislevu, yani mwezi wa kumi na mbili mwaka wa arobaini na tano pakafanyaje? Waliweka chukizo la wa uharibifu juu ya madhabahu, waliweka chukizo juu ya madhabahu eh -eh. Na katika miji ya, ya uyahudi kila upande walijenga vimadhabahu vya miungu katika miji ya uyahudi kila upande walijenga vimadhabahu vya viungu wa waongo eh -eh. wakafukiza uvumba milangoni pa nyumba na njiani ndio na vitabu vya Torati na vitabu vya Taurati walivyovipata walivyovipata walivirarua walivyo vipande vipande wakaviteketeza kwa moto. Taurati ikakamatwa na vitabu vya sheria vikaraluliwa vipande vipande vikateketezwa na moto eh -eh. Uh, mtu yoyote mtu yoyote sasa aliyepatikana na kitabu au eh, alionekana anaifuata sheria ndio alihukumiwa kufa kama alivyoamuru mfalme pale. Ukionekana na kitabu unakamatwa, ukionekana unafuata sheria unakamatwa, unauliwa. Hapo sasa maneno ya Mungu yanapotea, hapo katika Torati sasa maneno ya Mungu yanaanza kupotea. Watu wakakaa sasa, wakaataka kuiandika Torati, ikawa hakuna tena Torati, kikawepo kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Torati. Torati yenyewe iko hapa Yeremia 8 mstari wa nane. Mwasemaje? Mwasemaje? sisi tuna akili ndiyo, na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi, na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama, tazama sasa, kalamu yenye uongo ya waandishi, kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya torati kuwa uongo. Torati yote sasa ikafanywa kuwa uongo. Hiyo Yeremia nane mstari wa nane. Mwadhiri wa Kikristo akija aipite hiyo aya Torati yote sasa ikafanywa kuwa uongo. Watu wakaanza kutia mikono katika vitabu vya Mungu, sasa vimeshapotea. sura eh, eh, eh? Eh. ya tatu aya sabini na nane Qur'an, na miongoni mwa na miongoni mwao, na miongoni mwao. Sasa hao waliokaa na kuandika tena vitabu vya Mungu, eh eh, kuna baadhi yao wanaopinda nimi zao kwa kusoma kitabu ili wafanyeje? Mpate kuyafikiri maneno yao hayo, ya nani? Maneno yao hayo, maneno yao hayo kuwa ni ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, lakini wala si ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ya kitabu cha Mungu. Vitabu vya Mungu vilishakamatwa na wauni wakavitia moto wakaanza sasa kuandika andika. Matokeo yake akatukanwa Mungu katika Bibilia. Matokeo yake wakatukanwa manabii katika Bibilia. Matokeo yake wakatukanwa wanadamu wanaomfuata Mungu katika Bibilia, kwa sababu tayari watu wakatia mikono kuandika. Ndio maana tunasema sasa hivi tena ili sio tabu la Mungu. Mungu katukanwa wapi? Wa Korintho wa 1:25. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Mungu akaambiwa sasa wewe mpumbavu eh, eh, una hekima kuliko wanadamu. Wakasema upumbavu wa Mungu sasa una hekima zaidi ya wanadamu. Mungu akatukanwa sasa akaitwa mpumbavu. Sio matusi hayo. Mungu bado akaendelea kutukanwa 19:37 Matendo. Naam, 19:37 kitabu cha Matendo ya Mitume inasema eh, ah, 19:37 eh, changamka. Inasema eh, Ah, mmewaleta watu hawa wajiri kwa ajili, kwa maana hiyo, mmewaleta watu hawa wasioiba, wasioiba vitu, vitu vya hekalu. Vitu vya hekalu, hekalu, wala, wala kumtukana Mungu mke wetu, wakasema sasa wewe Mungu mke wetu Sasa akatukanwa Mungu mke wetu Mungu yale maneno akayasikia wakamwandikia Mungu akarudisha majibu Yeremia 3:14. Naam, ye, 3:14 kitabu cha Yeremia anasema eh, rudini enyi watoto wenye kuasi. Mungu anasema rudini enyi watoto wenye kuasi. Asema Bwana. Anasema Bwana Mungu. Maana, Maana mimi Mungu mume wenu. Akasema mi sio mke wenu, mi mume wenu azipite zo. Mwadhiri wa Kikristu akipanda hapa, kule Mungu mke wetu huko, anasema Mungu mume wenu. Mungu wakatukanwa, manabii wakatukanwa watu wa kawaida nao wakatukanwa. Kwa maana hiyo, Bibilia haiwezi kuwa maneno ya Mungu kwa sababu hata huyo Mungu wenyewe anatukanwa. Isaya 23:17. inasema eh, 23:17 kitabu cha Isaya inasema eh. Hata, hata itakuwa mwisho wa miaka ya sabini, itakuwa mwisho wa miaka sabini, Bwana atazuru nchi ya Tiro. Bwana Mungu atazuru nchi ya Tiro, naye naye, huyo Mungu sasa, atarudi apate ujira wake, atarudi apate ujira wake, atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu, katika nini, juu ya uso wa dunia. Mungu anakuja sasa, anafanya ukahaba waipite tuisikie. Ndio maana tunasema hili siyo tabu la Mungu. Mungu anakuja anafanya umalaya, Mungu anakuja anafanya ukahaba. Ndio maana tunatangaza kwamba Bibilia siyo maneno ya Mungu. Mungu hawezi kuja katika dunia akafanya ukahaba. Mungu akatukana akaambiwa mpumbavu. Baada yake, Mungu akaambiwa mkeweti, akaambiwa mume wenu. Baada yake, tunaambiwa Mungu sasa anakuja katika dunia, anakuja kufanya ukaaba. Mungu gani atakuja kufanya ukaaba duniani?